Milioni moja atatoa mbunge huyo hapa. Oh, yeah. Milioni moja atatoa huyo hapa CCM oh, hey. safi safi. Milioni moja atatoa Subira Mgali Mw moto, moto. Mwenyekiti mw mw mw mw -e mw mw yeah. Laki tano hiyo badala ya kutoa wetu, kupunguzie mzigo nitawatolea mimi.

Pisheni, mwandishi wa habari anapita. Mwandishi haya, niambieni, mnashona nini nyinyi, au ndio mnaanza kujifunza? mnashona nguo, mmeshona? Ndio, mmeshona hizi t-shirt mmeshona magauni. Hii hapa mmeshona. Kwa hiyo hivi mmeweka hapo <tipos> ameleta <tipos> watu kwa ajili ya kuwashonea au kwa hiyo mtu ananunua alafu mnamshonea. Haya e, gharama ya mashono kama mimi nikitaka kununua mnishonee ni shilingi ngapi? Inaangalika na mshono mwenyewe matakaje. Ah, inali ina, inaendana na mshono. Inaangalika na mshono. Mshono eh. Ah, okay. Uh, nikitaka kushona kama hii, hamna ila kudarizi? Uh, ila kudarizi. Okay. Ah, kwa hiyo mnashona za kawaida. Ah, hmm. Hongereni sana lakini. Kwa hiyo nyinyi nyinyi tayari mnaelewa. Kwa hiyo maana yake watakuja wanafunzi ambao mtawafundisha hapa. Hongereni sana. Haya ha, mmejiwekea lengo kwa wapi le? Katibu, lengo lenu ni, ni wanafunzi wangapi kwa mwaka 220. 220. wanalipia au mnawafundisha tu? Wanalipia. Wanalipia kiasi gani? 30 kwa mwezi Wanazilipa zote kwa mkupuo? wanalipa kidogo, kidogo kidogo. Kila baada ya wiki moja, shilingi. Kila baada ya wiki moja. Basi jambo jema, tunawapongeza, pongereni pongereni sana, mradi mzuri, asante. Tayari mmeona hapa tayari na mradi wa wa ushoni, na ndugu yetu Wanu Hafidh Amel, mke wa Mheshimiwa mbunge, ameamua kuwapa virehani hivi. Kwa hiyo maanake hapa patakuwa na chuo, wanachokifanya ni kutafuta eneo la kuweka virehani hivi ili kusudi watoto waweze kupata mafunzo kupitia virehani hivi. Kwa hiyo niwaombe wanawake wenzangu, watoto wa kike tulio nao majumbani tuwatoe waende, waje kwenye hiki chuo, ili wapate mafunzo ya, kuji, ya, ya ushoni, kuliko ukimweka mtoto nyumbani haikusaidii sana. Akipata ujuzi inamsaidia mtoto huyo kuweza baadaye kujitegemea mwenyewe kiuchumi, kwa sababu atakuwa tayari amepata ujuzi, atakuwa na cherehani yake, anashona, anapata angalau pesa ya kuweza kujitegemea kiuchumi. Kwa hiyo nitoe wito kwa kina mama, isiwe tu watoto wa, wa, wa, wa kike, hata wa kiume kwa sababu nguo hizi tunazoshona mara nyingi, kwa mafundi wote tunaenda kwa mafundi, utakuta kuna wanaume, kuna wanawake yeah. Waleteni watoto wenu waje wapate mafunzo, vyerehani vipo vya kutosha yeah, kubwa zaidi. Na nyinyi tafuteni eneo kubwa la kuweka hizi vyerehani, kwa sababu eneo hili ni dogo. Yeah. Tafuteni mahala ambapo ni, kama inakaa chumba, kama kinakuwa kama darasa yeah, ili kusudi watu waje wapate mafunzo. Gharama ni ndogo sana, kama kwa wiki shilingi elfu kumi utashindaje kumlipia mwanao? Sisiemu oye! Maendeleo ni kujitoa, utoke mwenyewe ukapate maendeleo yako, urudi ujitengenezee maendeleo. Sasa mama zangu, tuondokane na ile mambo ya kufungia watoto ndani. Wewe si nenda kikafanyaje, kaj... kanifanyie hiki. a a, mlete mtoto aweze kupata mafunzo. Sasa hivi unaweza kwenda VETA, unaweza ukaada hapa, tayari mtoto anakuwa ameelewa, amepata ujuzi, au sio? Mama zangu, shukrani, nawashukuru kama mmenielewa. Mbarikiwe sana. Asante sana Mama Chatanda oye. Makalani na Mariam. Makalani. <tik>